Kamati yetu ya utekelezaji imeamua kuanza ziara ndani ya kanda ya Ziwa, na kwa sababu Geita hapa pana historia kubwa kwetu sisi, na historia iliyokuwepo ni kwamba alikuwa kiongozi wetu ametuachia msaidizi wake aliyekuwa kiongozi mwenziwe ambaye bado anaendeleza maono na amekuja na maono mengine ya kuhakikisha anaijenga nchi yetu ya Tanzania. Sasa tukaona haitokuwa busara na haitokuwa sawa na haitokuwa nidhamu kwamba tupite tu mkoa wa Geita pasi na kuja kumwombea ili Mwenyezi Mungu aendelee kumpa makazi mema na milele huko aliko. Kwetu sisi vijana tu tunaendelea kujifunza mambo mengi wake na kwa viongozi wengine waliotangulia mbele za haki, ikiwemo utumishi uliotukuka ikiwemo uzalendo kwa taifa, lakini ikiwemo kushirikiana na viongozi na kutengeneza viongozi tukasema nasi tuje tuendelee kuwapa pole kwa msiba huu, lakini pole hii nikwambie sio wa kwenu pekee, ni ya kwetu sote kama Watanzania. Na sisi kama ulivyoeleza hapo awali tuko pamoja, basi bado tutaendelea kuwa pamoja katika utumishi na ujenzi wa taifa letu. Lakini mara baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana kwa kutupokea vyema vizuri. Kidumu Chama cha Mapingu lakini tumepita huko, lakini Mungu alivyokuwa ni mwema, akatuwezesha na katufikisha mpaka siku ya leo, tumeweza kukutana tena. Lakini nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza kwa ziara, lakini pia kwa niaba ya familia kuwashukuru. Unajua ni upendo wenu ambao umetukuka kuja kumtembelea mzee wetu hapa. Tuseme sisi kama familia tunafarijika sana kuona viongozi kama nyinyi mnaendelea kutufariji, kusema kweli kweli mzee wetu ameondoka, lakini tunashukuru viongozi bado wameendelea kuja na wameendelea kuwa pamoja nasi kwa simu, kwa kututembelea kama hivi. Kama familia tunafarijika sana na tunashukuru sana. Lakini kwa kiufupi, pia nipende nikupongeze kwa ziara yako, lakini pia nikutakie kutakia kila la heri. Tunajua bado uko kwenye ziara na bado kazi zinaendelea, na nichukue fursa hii kwa kipekee kukupongeza. Tunajua kazi unaoifanya pamoja na makamu hapa na kamati yako kwa ujumla ni kubwa, mnapita mikoani, mnaonana na watu na mnaendelea kukitangaza chama. Hususan kwa sisi vijana, tuna mengi ya kujifunza kwenu. Kikubwa nipende kuwashukuru na niseme asante. Lakini sisi kama familia, kama nilivyosema awali, tunashukuru na tunazidi kuwaombea. Najua kituo sio hapa, bado mtaendelea na ziara nyingine, basi Mungu aendelee kuwalinda na kuwasaidia, ziara ikapate kufanyika salama mkamaliza salama na mkarudi nyumbani salama. Nawashukuru sana na asante.